Kukuentertain? Hapana, nimekuja na neno la Mungu ili niweze kukuvusha mwaka huu. Amina, hili neno sio kwamba nimekuja kwa ajili ya watu fulani, hili neno ni kwa ajili ya watu wote wotedongobaahiya <coughs> anaambiwa ahame kutoka kwenye mji ule, yeye angesema mimi sina hamu, <coughs> angepishana na kuitwa baba wa mataifa mengi, angepishana na sauti ya Mungu. Sio wewe sasa, mpaka watu wote ni waage, siwajue kwamba nimeondoka, watakuzuia hao watu. Natafuta fedha kutoka kwa watu cha kutoka kwa watu watu watakuletea maono yao na mawazo yao nyumba yeah. Kwanza huko mpaka itakapokamilika. Mungu anafunga uchumi kwenye mikono yako <laughs> unashindwa kujenga hiyo nyumba ume ungeenda kule mara moja, Mungu angefungua milango, maana Mungu ana milango mingi. Akifunga mlango mmoja, anafungua tena wa pili, akifunga ule, anafungua tena wa tatu Bwana hey, akamwambia Abrahamu, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayokuonyesha. Nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa, na kukubariki, na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka Asingezipata hizo ahadi, angepishana na sauti ya Mungu, angepishana na neno la Mungu. geukiazinajj pengine unapishanaga na neno la Mungu. Naomba msinipunguzie sauti <coughs> <coughs> ee mangetuangaliani machoni <coughs> <coughs> ange nakuona tu macho yako yatulituli, kwa <coughs> <coughs> sababu wewe unapishanaga na neno la Mungu, unapishanaga na sauti ya Mungu. Mwambie unapishana na sauti ya Mungu. Kama leo Bwana anakualika, usipishane na sauti yake. Mwambie Mungu anataka tii kila kitu, fata maelekezo aliyokuambia, hata kama utaona ni kipunzi, wewe yafanye.